Tusikize ombi, tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wako tangu siku ya kwanza ya juma hadi siku ya saba. E, so, tumekwenda kinyume na mapenzi yako katika namna tofauti tofauti, tunaomba tusamehe. Muda na wasaa huu, tukiwa tukianza program zetu mbalimbali, pamoja na kuimba na program nyingine nyingi kuhusu neno lako, tunaomba hizo program zikatujenge katika maisha yetu ya kiroho na kutuandaa katika ufalme wako. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Haleluya, kanisa. Bwana zidi kuwabariki kwa kuhudhuria kwa, kwa wengi kwa siku ya leo. Lakini tunazo programu nyingi sana zilizoandaliwa kwa siku ya leo na zilizoweza kukusanywa ila kama hautosikia jina lako au ukisoma kuja kutoa program hapa mbele, tunakuomba, sio tatizo la kimfumo, ila ni kwa ajili ya muda tu tuko nao. Hivyo siku ya kesho utaweza kupata nafasi na utaweza kuhudumu mbele za Bwana. Sijasikia amina yoyote. Kuna watu hawajapenda tutoke tuondoke. Basi mbarikiwe sana siku ya leo. Madam, chukua mike kwanza. How are you? Ni Kiingereza ya kijamani, hapana. Una... samani mi ni mwalimu wa lugha ya Kiswahili, unaweza <laughs> ukatumia Kiswahili utanizadilisha. Ah, sawa nitaka tuende kwa Kiingereza siku ya leo, lakini sio mbaya kaniwahi. Unajisikiaje kwanza kuwa hapa mbele? Najisikia amani sana na furaha kwa sababu wiki imekuwa ngumu sana, nashinda chuo muda wote, kazi ni nyingi, ila ilivyofika masaa ya Sabato kwa kweli nimesikia raha na amani. Kwa hiyo mpaka hapo tunajifunza kumbe kwamba Sabato, Actually, ni sehemu ya pumziko. Mimi wamenisurprise sana, wamenisurprise sikutegemea kama nitakuta huku nyuma pako hivi, lakini hii yote ni mipango ya Mungu, na jina lake litukuze katika kila tukio unaloliona kwa siku Amini kwamba halitoweza kujitokeza tena tukio la namna hiyo hiyo kwa siku nyingine, mm-hmm. haitoweza kutokea. Madam, hebu e waite wanaokuja. Bwana Yesu asifiwe! wa Bwana Yesu asifiwe! Jamani, basi tusipoe tupe kwa Bwana, amina. Ukikaa venue umepoa, ukija ibadani umepoa, wapi utachangamka? au mnachangamka klabu? mnaenda klabu, mnachangamka wapi Bwana Yesu asifiwe. Basi tukiwa katika nyumba ya Bwana tujitahidi kuwa changamfu, amina. Wa wakati huu tutaanza na kaka Johannes, tunaomba muende na muda. Kaka Johannes utatumia dakika kumi. Baada ya hapo atakuja dada Dina kwa ajili ya wimbo. Naomba tuzingatie, ukitoka Johannes, basi Dina haraka uje kwa ajili ya wimbo. Baada ya hapo, tutaendelea na programu nyingine, tutakuwa tukiwajuza. Amina, basi karibuni, mbarikiwe. Bwana ni mwema wakati wote. Tuombe. Mtakatifu Baba Mungu wa juu mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya masaa haya matakatifu ya Sabato. Endelea kaa pamoja nasi ukituongoza, tunapoenda katika somo fupi la uongozi. Endelea kaa pamoja nasi ukituandaa kwa ajili ya uongozi wa maisha yetu kwa ajili ya umilele. Tunaomba tukiamini kupitia katika jina la Yesu Kristo, amen. Sawa, katika siku ya leo tutakuwa na miendelezo ya ndani yako kuna kitu kinakusukuma. Kuna kwa wakati tako ana uongozi wako binafsi kupitia kitu hicho, natafuta kuwaongoza wengine kupitia uongozi wako huu. Mfano uloo tandiwa dadaana, mafundisho yake yananibariki sana. anakudokezea wewe, kuna nguvu ndani yako eh, makoo ie ma dadairini, unaimba vizuri. Ndani ya siku mbili unakuta dadairini anaanza kuimba hapo, nakuta ni DC pale, ni mwimbaji sijui anatumbuiza. Hapana, jaribu kuwa kiongozi wa maisha yako kupitia kile kitu watu wanakomplimenti kwako, ili kusudi ukaweze kufanya vizuri kitu kingine kitakachofanya iweze kuwa na uongozi binafsi katika ile kundi la kwanza, ni tunasema uongozi binafsi una be united by the, uh, by the the purpose kwamba wewe una lengo gani? Sawa na maono kule tuliona atafanya atafanya kuamsha kuamsha uh, kwa kwako kuamsha, ili waweze kusimama katika sehemu sio badilika kiongozi mzuri na kiongozi bora wa maisha yake ya kiroho na maisha yake binafsi ya au kuongoza kufika kwenye maisha yake ya kiroho abadiliki, abadiliki. Maisha ya kiroho hayajiendeshi yenyewe. Tunasema maisha ya kiroho yanaendeshwa na mtu aliyekamilika. Mtu aliyekamilika ni mtu gani? Tunasema mtu wa namna hii yupo katika sehemu tatu. Kwanza ni mtu ambaye ana pure body, ana mwili wake ambao ni pure, purity of the body, lakini pia kuna uh, Spirit of the soul, or of the spirit, kwamba we roho yako iko pure unairisha nini roho yako unaifundisha nini roho yako unaifundisha nini maisha yako kiroho unayakuza kwa kiasi gani lazima utafute kitu cha kusikiliza kama ni muziki sikiliza muziki mzuri wa wa wa Mwenyezi Mungu utakao kufanya wewe kuweza kuamshwa na uongozi wako binafsi lakini pia kama ni kutukuza hakikisha unamtukuza Mungu kwa namna ambayo basi ni bora sana. Ukiwa katika sehemu yako binafsi, jaribu kufikiria Mungu kwa kiasi fulani ambazo kuwa na uongozi binafsi. Usiwe mtu wa kubadilika, leo tunakuona katika namna hii, kesho tunakuona katika namna nyingine. Siku ile tulizungumza uongozi, kanuni ya kwanza ilikuwa ni proactivity. Tulikuwa tumesema proactivity ni nini? Proactivity tulikuwa tumesema ni hekima ama ni busara a kufanya maamuzi yaliyo mazuri kwako wewe binafsi lakini pia kwa wengine. Kwa nini? Wanasema kwamba productivity is to pause for a little while and then coming up with an advanced response or reply. Kwamba wao kwamba huo umekutana na mtu